Uh, Charo, Charo, Jemel Charo. <laughs> uh, kuna baadhi ya vitu naweza nikasema anavyo uh, kama kwenye anajaribu kupiga body punch, body punch. Uh, lakini Richard ni bondia ambaye anaanzaga uh, kwa utulivu ni bondia mwenye utulivu. Oh, oh, ni bondia ambaye anapenda sana kutumia akili kwenye kupigana kwake, lakini bado sijapata sija, sija, sija bahati ya kuziona fight za mpinzani wake uh, ni raundi ya kwanza, acha tuone Uh, namna inavyozidi kuendelea, okay, tazama hate yeah. Okay, ya Richard Mtangi ka naeza kawa na faida kiasi gani mbele, uh, of course, ya mpinzani wake ana faida ya urefu kidogo, faida ya urefu kidogo, lakini ngoja tuone kwanza aina au style ya, ya, ya upiganaji wa huyu eh, Giwa eh, ni raund ya kwanza, wote wameanza kwa utulivu yeah. Southpaw na Orthodox, stance mbili yeah, tofauti <laughs> Ya, tumetoka kushuhudia vita hii ya southpaw na Orthodox na Orthodox yamepata, eh, usha, ushindi amitoka, ya, kutoka na ushindi lakini, nah, nah, ngoja tuone kwenye fight hii naam naam nah. <laughs> Ni vita nyingine ya southpaw na Orthodox nam, kwa eh, wewe ambao unafuatilia hivi sasa kupitia TV3 popote pale ulipo, Richard Mtangi ni huyu ambaye amevaa bukta nyeupe yenye mishirizi ya orange lakini Gloves zikiwa nyekundu lakini, Habib Giwa ni huyo ambaye amevaa bukta ya njano yenye mishirizi meusi akiwa eh, na gloves nyeusi. Knockout ya mama season 7 moja kati ya buti kubwa kweli kweli, yenye mkanda wa World Boxing Africa middleweight ndio ambao unaendelea hivi sasa, takribani raundi kumi, kama nitakuwa yeah, ni niko sawa, Saidi Bwanga naam, raundi ya kwanza pambano na raundi kumi ndio yeah. Na wote wanaonekana ni watu wa kuboxi, sio watu ambao ni ni, ni ni wakulinda. Yeah, ni watu Angalia namna ambavyo eh, eh, Richard Mtangi anamkatia anamkatia ringi eh, Habib, lakini Habib amekuwa yuko very flexible kwenye body movement. Uh, lakini kitu ambacho nataka ni, ni, ni nikuulize ni namna ambavyo anapaswa kuweza kutumia advantage hiyo. Unajua, kimkatia ringi bondia mara nyingi sana ukipiga zile combination nice zikubali, mm. Eh, inaweza ikawa na faida kwa upande mwingine. Yeah, yeah, yeah, yeah, na faida kama huyo mtu ambaye unamkatia ringi kwa maana unalazimisha fight iwe kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye close fight yani mupigane katikati, kama huyo mtu anakuwa hajajiandaa kwenye end of round number one. Ah. Analalamika nasema anateleza, lakini mbona kama ni punch? <laughs> <laughs> <laughs> Really. Ni kwanza kwa upande wa Richard Mtangi na maana Richard akimekuwa akichezi yani kichwa kimeganda, kime kime muda mwingi kinakuwa kimeganda kwa hiyo hivyo inakuwa ni rahisi kwa mpinzani wake kuweza kusko alama. Yeah. Raundi ya tatu imeanza e, mabondia wote wakiwa tahadhari ni kubwa sana, Habib Kahinde. Na fight kama hizi za mabondia ambao wa wana viwango vya wa kuchezea mikanda kama hii ni mabondia ambao E, ni, ni, wameteuliwa kwa maana wana sifa zote, kwa hiyo ana uwezo wa kuchukua taarifa kwamba akishaona nafanikiwa nafanikiwa nikipiga nafanikiwa e, inampa ina, ina, ina, ina, ina advantage ye kuweza kuscore mara nyingi, na ndicho nachokiona sasa hapa. Huyu Giwa ameanza kufunguka sasa kuanzia raundi hii ya tatu, lakini kwa nini Richard Mtangi asitumie faida ya urefu wake kuweza kupiga akiwa mbali na anataka awe anakaribiana kabisa na mpinzani wake, ili waweze kubadilishana panchi. Sasa umeona, haiwezi kumletea madhara iwa anafanikiwa. Kitu kingine kwenye, kwenye foot battle, yani kuweka mguu wa Richard wa kushoto mbele wa yeah, mguu wake wa mbele anauweka ndani ni vita kati ya southpaw na orthodox. Natarajia kumwona Richard analazimisha mguu wake wa mbele ukae nje, ili aweze kupata target na kufanya mashambulizi, lakini mara nyingi mguu wake unakuwa upo ndani. Hiyo ina mnyima comfortability wa kuweza kufanya mashambulizi na kupiga punch, na ndio maana unasema mbona right sioni kupigwa mpambano wa kukata na shoka ni mpambano wa ubingwa huu, Richard Mtangi dhidi ya Habib Kahinde. Naam, kila mtu anatamani kuwa bingwa e. Raundi ya tatu ikiwa bado wanaendelea kujiangalia, wakiendelea kulindana taratibu taratibu, kusomana e. Richard Mtangi amepiga jebu, imemfika kwa Giwa Giwa. Giwa amekumbatia akikatiwa ringi. Giwa amekuwa ni mwepesi sana kuweza kukumbatia, lengo ni kuweza kuharibu eh, yale mashambulizi ambayo ameyapanga eh, Richard Mtangi, lakini Richard Mtangi anatakiwa kuweza kutumia akili kubwa kuweza kuwa na body movement ambayo anaweza akamavoid akam eh, nice, pia ni nice counter. nimepokea message kutoka kwa Simon Epigodi Msuva ni mchezaji la kimataifa, nasema kwamba aone ile fight kama Saidi Hakim na Saidi Mkola watu ia nawaza raundi ya tatu, hadi hivi sasa bado hakuna kashikashi kwa sababu mabondia wote. Eh, angalia namna ambavyo an, anafanya eh, Habibu eh, na anaambiwa na muamuzi pale eh namna ambavyo unatumia e, usiweze kuharibu e, e, sheria za mchezo, lakini pia Richard Mtangi naye anakumbushwa kuto kiwiko. Kiwiko ukitumia kiwiko kikigusa mwenzako si unakuona, sindiofa akiona japobaa amepata ikiwa ni kichwa ambacho wakati anaenda kushambulia Uh, alienda huko, ameinama kwa hiyo ndio ikasababisha hiyo cutting na sidhani kama damu zikiendelea da kuwa nyingi, sehemu ni, ni, ni mbaya sana, ni chini ya round bado ni nyingi hiyo uh, itamfanya it, a, a shindo kutazama ku, <laughs> Hiyo eh, ni, ni professional, kwa hiyo fight inaendelea na ah, kuna, kuna, kuna matibabu anafanyiwa Richard Mtangi. kama, kama, kama naona damu zimekuwa ni nyingi eh, na anaweza kuendelea eh, na anaweza kuendelea. Kama, kuna maelekezo anatoa mwamuzi kama, kama unamtazama hapo eh, eh, kuna ishara ambazo anazitoa kama utakuwa unazielewa, ukitutafsiria itakuwa vizuri zaidi Saidi Bwanga. Naam, anaenda ana, kuchukua ta, kuchukua e, taarifa kwa, kwa kiongozi wa e, WBA e, e, kwamba hii fight e, vipi eh, eh, vipi e. Na namuona Dr. Adija kwenye kwenye, kwenye meza kuu pale e, wakijadili hili kwa sababu kwa kweli cutting ni maeneo hatari na ni raundi za mwanzoni kabisa ndio, yeah, ni raundi za mwanzoni kwa hivyo uh, kwa kuna majadiliano yanaendelea pale kwa unaweza ukaendelea ama usiendelee. Ndio. Na maana dokta yuko pale kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa mabondia wote wawili eh, kwamba hakuna yeyote ya ambaye anapata madhara. Bauti inaendelea eh, Richard Mtangi dhidi ya Habibu Kahinde, mchezo wa kuania eh, mkanda wa World Boxing Africa katika uzito wa middleweight. Eh, Richard, eh, Richard Mtangi ni huyo ambaye amevaa bukta nyeupe, viatu vyeupe na gloves nyekundu, lakini eh, Habibu Kahinde ni huyo ambaye amevaa eh, viatu vyeusi vyenye mishirizi ya goldi, lakini pia eh, bukta ya goldi yenye mishirizi meusi pamoja na gloves nyeusi nye usi, eh, mishirizi ya goldi ni moja kati ya but tam hadi hivi sasa tunaitegemea tuna kuiona na tunaendelea kuiona kwa sababu ukitazama, e, ujio wa, wa, wa, wa mabondia wote hakuna mtu ambaye e, alitegemea kwamba wataweza kubox ku. Unajua e, mara nyingi sana ukipa, e, ikiwe, ikiwa ni international e, boot kulinda kunakuwa kwingi kuliko ku, kubox, lakini imekuwa ni tofauti ya kila mtu anatamani kila mtu anatamani Uh, na ntaona kwenye kupungua kwa ucomfortability kwa bwana Richard kulingana na ile round zinavyozidi kwenda, ile sehemu ambayo imechanika na ni sehemu ambayo ni ya karibu sana na, na jicho lake yeah. Yeah, kwa hiyo ningependa kumwona Richard anakuwa ana makini sana na kwenye kuilinda ile sehemu yeah. Ni silaha ambazo mabondia wengi wamekuwa wakizitumia baada ya mpinzani kupata cuts. Unamwona kabisa Jiwa ameambiwa lenga lenga, namsikia kocha, lenga pale pale kwenye kwenye mshono wenyewe anasema eh mwana anapiga right, anapiga jab ha, kwa ajili ya kuweza kuitanua ile ile ile ile cuts na, na, na faida ya cuts ni nini hasa eh, Said maybe utuambie Uh, faida ya kati kwa maana mpinzani akikusababishia kati, faida yake ni nini? kwa kama hiyo na kunyima comfortability, yani kwa wewe ambao umepata kati. Naona, naona kama knockdown. Daktari ameitwa tena, ameitwa tena kwa ajili ya kwenda kumwangalia Richard mm, Mtangi kwenye jeraha lake, damu ikiendelea kutoka namna hile haiwezekani uh, Uh, dokta akatoa pale pale uh, labda mapendekezo kwamba, ah, kwa, kwa hali ilivyo usidhani kama tatoboa kwenye hili pambano na, dokta nayo ina nafasi nafasi, dokta nayo anayo eh, lakini bado naona eh, fight naona bado Richard anaitaka fight eh, na damu zinatoka, lakini uh, sio kwa kiwango kikubwa. Kwa kiwango kikubwa kuna fight niliangalia ilikuwa kati ya timu. Eh, alicheza na Fundora. E, bwana hiyo fight ilivuja damu sana, hiyo fight. Kwa mtu ambaye anafuatilia masumbu ya kiangalia hapo, wasijaona bado hata nusu hata robo ya hizo damu ambazo zilivuja hapo. Bwana Tuzu alipata cutting round ya pili tu na alivuja sana damu. E, makedi, unajua kuvuja damu na fight iliendelea mpaka ikafika mwisho, japo alipoteza kwa point. Ameona, amemkanyaga ame, ame na anakatwa eh, alama moja moja kwa majaji wote eh, ambao wapo hapa. Oh, Richard ndio amekatwa? Amekatwa eh, yeye, okay, sababu alimwonya zaidi ya mara mbili yeah, na yeah. Hii sasa ameamua kuweza kumwadhibu, nama kufanya maamuzi. Nice, right. Na hii ni kwa sababu tu eh, Richard anakubali e mguu wake kuingia ndani. Ya, yeah, yeah, yani kakubali kumezwa. Nice body punch. Mm. Na ndio maana anakutana na hiyo eh, hiyo hiyo hiyo hilo tatizo eh, la kuweza ku kukanyaga eh, yeah. Bondia ya mwenzake lakini hadi hivi sasa bado wachezaji ama mabondia wote raundi ya tano imetamatika sasa, tuna kwenda kuangalia raundi ya sita, wakati mabondia wote wawili wakiwa wapo kwenye kona zao, Wakiendelea kupata ya wengi ni kuwa Richard huenda akawa amepata mpinzani ambaye anaweza akamhimili akam eh, katika raundi zote lakini imekuwa ni tofauti. So nafikiri, ni jukumu zito kwa sababu ni, ni ni buti ya kimataifa na lazima hata challenge iwe ya, ya kimataifa, uweze kukutana na challenge ya kimataifa ambayo iko rahisi sana kwa hiyo mahesabu yawe mazuri kwa sababu, eh, watu wanachotegemea ni kumuona Richard Mtangi akiwa mshindi katika mapambano haya. Yeah, kuna body punch kwenye raundi za mwanzo nilikuwa nazipiga Bwana Richard alikuwa anafanikiwa sana lakini sizioni sasa hivi. Alikuwa ana fake jab, ana fake jab, double jab, then anapiga chini body na zikuwa zinafanikiwa, lakini eh, kwa raundi hizi raundi ya sita sija, toka kwanzia raundi ya nne tano, nne tano sita sijaona sija, hicho kitu akikifanya na hiyo inampa advantage ya bwana Giwa kufani, ku, kuendelea ku, eh, kufanya mashambulizi lakini eh, alipokuwa anafanya vile, anapiga body punch, anafake jabu, anapiga body punch ilikuwa ina mkata nguvu bwana Giwa, na ndio maana mpaka kuna kuna muda Alikuja akaruka hadi ak, ak, akampiga kichwa bwana Richard, kwa sababu ya kukosa yaani, mipango ilikuwa inafeli. Left hook ya ya ya, ya, Habib, eh, ina matumizi mazuri, lakini right ambao anairusha eh, licha ya kuwa kimo kinamhukumu eh, lakini amekuwa akijaribu mara kwa mara kuweza kurusha ile ngumi akitamani, aki, aki kuweza kuiona ngumi yake na madhara. Na pengine mimi eh, kitu ambacho nimekiona eh, wakati eh, alipaswa ali, ali, kuweza kufocus na juu alipaswa kuweza kutumia eh, twiki nzuri ya kucheza na body punch ya Richard Mtangi wakati eh, Richard Mtangi anazuia huko chini basi ndo aje kutafuta kutafuta juu. End of round number six, for about, as is scheduled for ten rounds. Kumbuka kwamba vumbana hili ni vumbana wa raundi kumi. Raundi ya sita. Richard ameanza kwa, kwa, kwa spidi ya 4G Wakati eh, Habib Kainde yeye akiwa anacheza kwa tahadhari kubwa sana. Tahadhari yake ni kubwa mno. Sa na hivi kwa bondia ambaye alikuwa ameanza vizuri na baadaye akaanza kucheza kwa tahadhari kubwa, ina maana kwamba nishati yake ishaanza kupungua, ah. Uh, of course, eh, nishati lazima iweze kupungua lakini namna ambavyo ana, ana, ana, ana maintain mchezo ndio kitu ambacho kina kina mata sana. Unaweza ukaanza vizuri lakini ukaja uka, uka, ukafanya vibaya. Unaweza ukaanza vibaya lakini ukaja ufanya vizuri, kutokana na eh, game changing kwa kila muda ambapo unamwona una mpinzani wako anacheza. Mtazame eh, bondia ambaye anacheza na Richard Mtangi amekuwa kikatiwa ringi, lakini kitu ambacho ni muhimu kwake, amekuwa akikumbatia sana, lengo tu ni kuweza kurejeuze energy, lakini kuweza kumpotezea concentration konsil kutokana na zile combination ambazo anazitengeneza Richard Mtangi ili aweze kufanya setup nzuri walau ya kupata hivi punch ya kumdondosha, ili aweze kupata knockdown ambazo zitampa points. Hata ukiangalia namna ambavyo amecheza sasa hivi, Richard Mtangi amekuwa makini sana kutokumuonyesha ule upande ambao una jeraha uh, ule upande wake amekuwa ana uhamishi, anaupeleka mbali, na hivyo kama anamtamanisha hivi Habib eh, Kahinde aweze kuingia mazima Oh, okay. Yani bado naona tatizo la, la kwenye footwork yani Richard angalia, yani, e, yani e, mguu wake umemezwa. Mara nyingi jamaa anafanikiwa kwa sababu amefanikiwa kuumeza mguu wa bwana Richard, na hicho kitu si, sijajua kama Richard ame, ame, ame, amegundua kwamba e, natakiwa nicheze hivi nilazimishe mguu wangu kae sehemu fulani ni, ni, ni, e, ni yeah, kitu ambacho walimu eh, wamekiona na, na... Kama walimu wamekiona, kwa nini wakifanyia marekebisho kumwambia Richard kwamba muda mwingi mguu wako unamezwa una na, na, na, na mpinzani wako, hivyo unashindwa wewe kuweza kufanya yale maamuzi ambayo labda ungetamani kuweza kuyafanya? Kama wanayaona kwa nini hawamwambii kitu kama hicho? Sidhani kwamba e, hawamwambii. Wanaweza kwa wanamwambia asilimia mia moja na wanaweza kwa wanamkumbusha eh, lakini yote kwa yote, bondia mwenyewe anajua nini anachokipitia katika ringi, na unaweza sometimes ukapewa maelekezo kutoka kwenye kona yako, maseka ndo akajitahidi kuweza kutoa maelekezo, lakini wewe ukaona kile kitu ambacho wanakwambia wana, wana, wana kinakuwa ni kigumu kuweza kukipractice. Kwa hiyo wewe mwenyewe unataka kutumia akili binafsi, ili cha kwanza uweze kuondokana na tatizo lolote ili kuweza kushinda mchezo huu ambao ni mzuri sana. Mchezo kima wa kimataifa unawakutanisha Richard Mtangi kutoka Tanzania dhidi ya Habib Kahinde Kiwa kutoka Ghana ndani ya mchezo wa ubingwa wanashindania World Boxing Africa Middleweight. Kwa hiyo ni mchezo ambao e, unahitaji maarifa mengi kwa sababu ni mchezo ambao e, una kitu ambacho mabondia wanakumbatia <laughs> Eh, kila bondia anatamani kuwa bingwa usiku huu wa leo 2026. Ah, <laughs> uh, usiku wa mwaka mpya, ubingwa mkanda mpya uh, inakuwa nzuri, inapendeza. Mtangi ameanza eh, kama alivyoanza kwenye raundi za mwanzoni, yeye ndo wow. Anaonekana anashambulia lakini Habib eh, Kahinde na yeye amekuwa mjanja. Amekuwa mjanja namna gani ambavyo anaweza kumtamanisha lakini ampi target ambayo iko wazi kwa ajili ya kuweza kupiga. Yani, wapongeze mabondia wote wawili wamejiandaa vizuri kama Richard eh, round ya 4 tunapata cutting, lakini unaweza kusurvive mpaka round hii ya tisa. Eh, tupongeze kwake kwa kuweza kujiandaa vizuri na tunaona anapambana mpaka round hii ya tisa, bado fight it eh, eh, inaendelea kama tunavyoona ndugu mtazamaji, na naamini kuna watu bado hawajalala hapa. Eh, kuna watu hawajalala, kuna watu wananitumia sana message bwana tupo bwana kama kuna mwanangu eh, kuna jamaa wangu mmoja eh, wa Saudi naona wananitumia message hapo. Bwana tuko macho tunakufuatilia eh. <laughs> Nasikia mashabiki wanalalamika, piga right, piga right. Kwa nini Richard Mtangi atumie Mpinzani wake, ampi option ya kupiga right. Yeah. Na nilikuwa nauliza ili eh, kwa nini eh, right yake imekuwa na, na, na, na ukakasi. Ana raundi moja eh, mkononi na hiyo ambayo inaendelea hivi sasa kitu ambacho kitamgarantii eh, ama Saidi Bwanga mwenyewe. Unajua, moja kati ya kitu ambacho ni kizuri ni kuweza kushinda katika pambano lako kwa njia ya knockout. Ana kila sababu ya Richard Mtangi kuweza kumaliza pambano hili kwa knockout. Mpinzani kashaonyesha kwamba kukubali, lakini mpinzani anaonekana, yaani kashaonyesha mimi nimekubali, ila anataka nimalize round, ndio tunachokiona. Kuna namna hizi kelele za mashabiki zinaweza zikawa zinamchanganya zina Richard Mtangi kwenye kufanya maamuzi iyo sahihi. hey, yaani anakumbatia kabisa, anafuata akumbatia, anakumbatia refali hapo inabidi aonye, kwa maana anakumbatia sana katika maamuzi yale. kama mtu anakumbatia mara kwa mara, refali ana maamuzi gani ambayo anatakiwa ayafanye? oh. Nikumwonya kwanza, unamuonya mara kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, akiendelea kurudia anakatwa kwenye Yeah, kwa sababu mchezo unaelekea watu wapigane, sio kukumbatiana. Unaona anachokifanya amekuwa mjanja kuendelea kumkumbatia Richard, na hivyo anamnyima fursa Richard kuweza kuendelea kushambulia akamkosa. yeah. Nice, na, yeah. na left hook bado anaendelea kukumbatia. Umesikia mashabiki wanaonekana Eh, kutokuridhishwa na kile ambacho kinaendelea ndani ya ulingo, kumwambia Richard maliza pambano, lakini kama Richard akienda aki ovyovyo anaweza akajikuta endo kamalizwa sasa. yeah. Yeah. End Tafsiri kama amempiga below the belt. Na ile ni foul. Kuna dakika dakika ankwenye Robert unapewa dakika tano una da za kupumzika, una dakika tano za kupumzika. E, kama utakuwa bado uja recover una unaruhusiwa una kupu, kuendelea kupumzika, ama ni mbinu za Habibu Kahinde kwamba hebu ngoja niendelee kuvuta pumzi kwanza kutokana na kile ambacho kimeendelea. Eh, ilikuwa ni, ni low right lakini eh, ule mkono wake wa, wa, wa, wa, ambao alitumia ali, ali clean ile punch ndo ukasababisha uka, uka ngumi kuteleza na kwenda maeneo ya chini, lakini sio lengo la Richard, ali kwamba alizamilia kupiga chini ya under belt anachokifanya eh, Giwa ni kuhakikisha anamaliza pambano kwa raundi zote yeah. Ndio kitu ambacho anakifanya, mindset kubwa, lakini pia eh, amekuwa ampi nafasi tena Richard Mtangi, kwa sababu tayari ameshaona amezidiwa kwa kiwango kikubwa sana, so ili kuweza kulinda status asipigwe KO ni kuhakikisha anamkumbatia, lakini na nice, kumkimbia mara kwa mara yeah, sekunde za mwisho sekunde za champion, naona amepigwa right moja ikamrudisha nyuma Yani, a ambazo wanazipiga Bwana Richard, wakati ujamaa anakuja kukumbatia, hivi ndo kitu ambacho connect Richard anatakiwa kufanya wakati yeah, anakuja kukumbatia, rudi nyuma yeah. Unapiga hapa kati, ingekuwa zina mnaso sana, sababu mara nyingi amekuwa na mipango yani. hey, uh,